Ilitokea haraka sana hadi hakuna aliyepata muda hata wa kupumua sekunde moja. Maabara ya kemia ilikuwa imejaa kelele na mizaha ya vijana wa shule. Mara ghafla, sekunde iliyofuata mwanafunzi aitwaye Fredi Kileo alikuwa tayari amemkaba koo Birusi Kamanzi, akimsukuma kwa nguvu ukutani. Vioo vilitetemeka na gesi hatari za maabara zikaanza kuvuja kwenye vali zilizobaki wazi kwa ajili ya vurugu. Watu wote walipatwa na woga isipokuwa Birusi. Macho yake hayakuonyesha hofu, hayakuomba msaada yalimtazama Fredi moja kwa moja, makali thabiti yasiyotikisika, kana kwamba alikuwa ameshakutana na hatari kubwa zaidi ya hiyo, ile hatari ambayo hasira ya Fredi ilionekana kama mchezo wa kitoto mbele yake. Na ndani ya sekunde tano tu, jambo lililotokea lilimaliza kabisa mustakabali wa Fredi, likageuza shule nzima kuwa uwanja wa mshangao na kuwafanya wote waliokuwa mle ndani wafikiri upya kuhusu ni nani hasa virusi. Ilikuwa ni asubuhi, miale ya jua ikiwa bado ni dhaifu, ikipita kwenye madirisha marefu ya kio ya shule ya Starlight College. Wanafunzi wakitembea taratibu kuingia madarasani huku sauti zao zikijaza korido kama kelele za nyuma ya pazia. Kwa wengi ilikuwa ni siku nyingine tu ya kawaida katika mzunguko usioisha wa masomo huku wakipiga stori kuhusu mambo ya nyumbani na majungu ya ujana. Lakini katika ghorofa ya pili ndani ya maabara ya kemia kuna jambo lilikuwa karibu kutokea, tukio ambalo halingesahaulika kamwe, mlolongo wa matukio ambao ungefichua ubabe, kuharibu majina na kuanika siri kubwa iliyokuwa imefichwa kwa muda mrefu na mwanamke mtulivu ambaye mpaka wakati huo alionekana kuwa mwalimu wa kawaida tu. Jina lake lilikuwa Birusi Kamanzi, mwalimu mpya wa kemia ambaye ukimya ulitawala kila alipoingia darasani. Hakuwa mchanga sana wala mzee sana, ni kati ya umri wa miaka 30 na kitu, akiwa na macho makali na utulivu wa ajabu uliowafanya wanafunzi wake wawe makini muda wote. Uvumi ulimfuata kila mahali alipopita, wengine walisema ni mkali mno huyo, wengine walisema ni baridi na mwenye siri nyingi. Muonekano wake nao uliwafanya wazidi kushangaa: mavazi yenye mikono mirefu hata wakati wa joto, mwendo ulionyoka kama wa askari, na macho yaliyokuwa kama yanajua unachofikiria kabla haujaongea chochote. Wengine walisema ameachika, wengine wakasema anaishi peke yake, anasumbuliwa na upweke, lakini wachache walinong'ona kuwa aliwahi kuishi maisha tofauti kabisa kabla ya kufika hapa Starlight College, na hawakujua kwamba uvumi huo haukuwa mbali sana na ukweli. Lakini kama ilivyo kawaida, kila darasa au shule huwa panakuwa na mmoja mwanafunzi mwenye kiburi anayejiona hana wa kumshika, na wakati mwingine anafikiri kwamba hata walimu hawana nguvu juu yake. Katika shule ya Starlight College, mwanafunzi huyo mwenye kiburi hakuwa mwingine bali ni Freddy Kileo, mwana wa mfanyabiashara tajiri aliyemiliki karibu nusu ya jiji hilo. Freddy naye alitembea kwenye korido za shule kana kwamba shule yote ni mali yake. Alikuwa mrefu mwenye mabega mapana na tabasamu la dharau lisiloisha usoni mwake. Alikuwa akiwakejeli wanafunzi dhaifu wasukuma wenzie hadi ndani ya makabati ya kuhifadhia vitu na hata kuiba majibu kwenye mitihani bila hofu ya adhabu yoyote. Walimu wengi walimvumilia, wengine wakijifanya hawamuoni kwa sababu hawakutaka kugombana na ushawishi wa baba yake mwenye nguvu. Lakini Birusi hakuwa kama walimu wengine. Hakutetereka Fredi alipojaribu kuleta mzaha au utani kwenye somo lake. Hakutikisika Fredi alipojaribu kupandisha sauti mbele yake. Badala yake, alimkazia macho kwa ukali wa ajabu. Yale macho yaliyomfanya Fredi kwa mara ya kwanza maishani ajihisi vibaya na kupata ugumu katika tabia yake ya kudhalilisha watu. Na Fredi kileo alichukia kujihisi hivyo, alijihisi kuwa na dukuduku moyoni. Hisia hiyo ya kutotulia ndiyo iliyosababisha asubuhi ile ya Alhamisi ndani ya maabara ya kemia, mambo kuanza kuharibika taratibu. Wanafunzi walikuwa bize na majaribio yao, harufu ya kemikali ikijaa hewani. Nyuma ya darasa, Fredi alikuwa amejiegemeza kwa uvivu kwenye meza yake ya kazi mikono ikiwa imekunjwa kifuani, marafiki zake wakicheka pembeni. Tabasamu lake la dharau likazidi kupanuka alipoongeza sauti yake ili darasa zima lisikie. Wewe Birusi, alisema kwa kejeli, hivi wewe ni mwalimu kweli au unalazimisha kazi ili upate pesa ya kulipa kodi? Vicheko vya woga vikavuma darasani. Wanafunzi wote walijua mchezo wa fredi wa kuchokoza, kubeza na kudhalilisha hadi yule anayelengwa ajisikie vibaya, lakini birusi hakumpa raha hiyo bila hata kumwangalia, alisema kwa utulivu, zingatia kilichokuleta shuleni Fredi. Dawa yako iko jikoni na imekwisha chemka, na unaweza kupewa saa yoyote kuinywa. Hivyo basi ni bora ukazingatia kilichokuleta humu. Maneno yale yalisemwa kwa utulivu lakini yenye mamlaka, yalimgonga Fredi zaidi ya tusi kubwa. Taya yake ikakakamaa. Hakuwa amezoea mtu kumpuuza. Kwa kawaida walimu walikuwa wakianza kubabaika au kukubali kushindwa, lakini huyu alimnyamazisha kwa sentensi moja tu. Usiniambie cha kufanya. Fredi aliunguruma, sauti yake ikikatiza gumzo la darasa, wewe sio bosi wangu, baba yangu anaweza kulipa mshahara wako. Mtazamaji, je, umewahi kumwona mtu ambaye amelewa madaraka kiasi cha kuamini kuwa pesa za wazazi wake zinampa uwezo juu ya kila mtu? Sasa fikiria wewe, ungelikuwa ni huyo mwalimu, umetukanwa mbele ya darasa zima, ungechukua hatua gani? Lakini kabla hatujaendelea, niambie unatazama ukiwa mji au nchi gani? Niandikie kwenye sehemu ya maoni hapo chini. Napenda kujua ni wapi umetulia saa hii ukienjoy kisa hiki, na kama unaamini kuwa kiburi cha pesa kina mwisho wake, bonyeza kitufe cha like na usubscribe kwenye chaneli hii, kwa sababu hapa ndipo unapopata simulizi zinazothibitisha kwamba heshima hailipi kwa pesa, bali ina hekima zake. Acha tuendelee. Chumba kizima kilinyamaza. Wanafunzi wachache walijaribu kuficha tabasamu, wengine wakabaki wameduaa, wakisubiri kuona birusi atajibu vipi. Aligeuka taratibu, macho yake makali yakimtazama Fredi moja kwa moja. Tazamo lile lilikuwa baridi kuliko barafu na kali kuliko pilipili. Fredi alihisi mwili wake ukitetemeka kwa ndani ingawa alijaribu kuficha kwa tabasamu la kijinga usoni. unaweza kuamini pesa za baba yako ndizo zinazoendesha shule hii, Birusi alisema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, kisha akaendelea na kusema ndani ya darasa hili sayansi na nidhamu ndizo zinazotawala. Alafu akamalizia kwa kumwambia Fredi kaa chini. Sauti yake haikuwa ya hasira, lakini ilikuwa na uzito wa amri isiyopingika ilisikika kama ukuta ambao Fredi asingeweza kuupenya. Kwa sekunde chache, Fredi kujiamini kwake na kiburi kulitetereka, moyo wake ukaanza kudunda kwa kasi. Lakini kiburi ni sumu, na Fredi alikuwa ameimeza kwa miaka mingi mno. Marafiki zake walikuwa wakitazama, darasa lote lilikuwa likimtazama. Hakupenda kuonekana ameshindwa. Kwa uso uliojaa dharau, alifunga daftari lake kwa kishindo na kusimama. Vipi sasa? Aliuliza kwa sauti ya jeuri. Utafanya nini nisipokaa chini? Sauti ya Birusi haikutikisika wala haikupanda, lakini ndani yake kulikuwa na ukali hatari. Kulikuwa na kitu ambacho kilitokana na uzoefu katika kuamrisha. Kitu kilichowafanya wanafunzi kadhaa wateteleke na kukaa mkao wa heshima isiyoelezeka kwenye viti vyao. Lakini Freddy, akiwa kipofu kwa kiburi, alihisi akitulia ataonekana ni dhaifu. Hasira ikampanda na katika mshindo wa ukaidi usio na busara, akavuka mpaka ambao mwanafunzi hapaswi kuvuka kamwe. Alirukia mbele akamkaba koo Birusi kwa nguvu, akamsukuma ukutani kwa kishindo kikali. Vilio vya mshangao vikavuma darasani, viti vikavuma chini ya sakafu, wanafunzi wakasimama kwa hofu. Wengine walishika simu zao, wengine wakashindwa hata kupumua kwa muda mfupi kabisa. Hata muda wenyewe ulionekana kusimama. Mkono wa Fredi ulikuwa umekandamiza shingo ya Birusi, uso wake umejaa tabasamu la ushindi wa kipuuzi. Kisha akaanza kumhoji kwa ukali na kejeli, enhee, vipi sasa, utafanya nini sasa? Lakini ghafla kitu kilibadilika. Macho ya Birusi haya kupanuka kwa hofu, yaliambatana kwa makini, yakawa makali thabiti, yasiyo na woga. Na katika sekunde hiyo moja, umbo la mwalimu mtulivu lililozoeleka likaiyuka na mbele yao akasimama mtu tofauti kabisa, mwenye nguvu, utulivu na historia iliyokuwa imefichwa kwa muda mrefu. Miaka yote ya mafunzo, nidhamu na mapambano ya kijeshi aliyokuwa ameazika ndani ya utulivu wake, ghafla vikaibuka kutoka ndani yake kama moto uliolipuka. Mikono yake ikasogea juu kwa kasi ya radi ikamshika Fredi kwenye mkono kwa nguvu ya chuma. Tabasamu la kiburi likapotea ghafla usoni mwa Fredi, hofu ikapita machoni mwake kama kivuli. Kabla hajapata hata muda wa kujitetea, mkono mwingine wa Birusi ukapiga moja kwa moja kwenye kiwiko chake na kukikunja upande ambao mwili wa binadamu haukutarajiwa kwenda. Kilio cha uchungu kikapita kutoka kinywani mwa Fredi, mikono yake ikalegea papo hapo. Kwa harakati moja ya haraka, Birusi alikwepa akamzunguka nyuma na akamshikilia Fredi mkono mmoja nyuma ya mgongo kwa nguvu isiyoweza kuvunjika. Mwili wa Fredi ukagonga meza kwa kishindo kikali, mlio wake ukarindima maabara nzima kama radi iliyopasua anga. Darasa zima likabaki kimya, wanafunzi wote wakiwa wametoa macho, midomo yao ikiwa wazi kwa mshangao. Birusi hakuwa tu amejilinda, alikuwa amesogea kwa usahihi, kasi na nguvu ambazo hakuna mwalimu wa kawaida angeweza kumiliki. Namna alivyomshikilia Fredi ilionyesha wazi kwamba huyu si mtu wa kawaida bali mtu mwenye uzoefu wa mapambano na nidhamu ya kijeshi ambao hakuna mwanafunzi hata mmoja angeweza kuelewa. Alimkaribia Fredi akamnong'oneza kwa sauti ya chini lakini ya kutisha, sauti iliyokatiza ukimya wa chumba kizima, ujui unayemkabili wewe. Fredi akahangaika kujinasua, lakini kadri alivyozidi kupambana ndivyo mkono wa Birusi ulivyozidi kumkaza. Marafiki zake waliganda pale walipokuwa, woga ukiwa umechora usoni mwao. Hakuna aliyethubutu kusogea kwa mara ya kwanza maishani mwake Fredi kileo hakuwa ndiye mwenye mamlaka. Alikuwa mwindwa amenaswa kwenye mikono ya mwindaji ambaye hakuwahi hata kumtambua kuwa akimnyemelea. Kisha Birusi akamwambia Fredi, omba msamaha. Neno moja tu, lakini lilivuma hewani kama mjeledi uliopiga. Sauti ya Birusi ilikuwa tulivu, lakini ilibeba amri ya mwisho isiyopingika. Fredi alikuna akijaribu kujinasua, lakini kadri alivyozidi kustahimili ndivyo shinikizo kwenye mkono wake lilivyozidi kuongezeka. Sema haraka, aliamuru tena, sauti yake ikiwa kali kama chuma kinachopigwa. Kijana huyo ambaye kwa miaka alikuwa akiwatisha wenzake na kuwachezea walimu kama vichekesho, sasa alikuwa akitetemeka, jasho likitirika kwenye paji lake la uso. Kiburi chake chote kilikuwa kimeyuka ndani ya sekunde chache. Naomba msamaha, aliteta kwa sauti iliyovunjika, naomba msamaha Bruce. kwa kumkomoa zaidi Fredi ili ajifunze, akamwambia sijasikia, omba msamaha kwa sauti. Pia akawauliza wanafunzi, eti mmesikia? Wanafunzi wengi walikuwa hawampendi Fredi, haswa wale ambao Fredi alishawahi kuwafanyia uonevu. Hivyo basi, walisikia jinsi alivyoomba msamaha, lakini wakasema kwa sauti kubwa, hatujasikia. Birusi akamwambia Fredi, haya, omba msamaha, sauti isikike. Fredi akarudia kwa sauti kubwa, naomba msamaha, naomba unisamehe madamu. Na hapo tu ndipo Birusi alipomwachia. Kwa msukumo wa haraka alimtupa mbele, na Fredi akaanguka akijikokota huku akishika mkono wake kwa maumivu. Uso wake ambao hapo awali ulijaa ujasiri na dharau, sasa ulikuwa mweupe, umejaa fedheha na aibu. Gafra darasa lilikaa kimya. Hakuna aliyethubutu kucheka wala kunongona. Kila jicho lilikuwa limemkodolea yule mwalimu mtulivu aliyesimama dhidi ya Fredi Kileo na kumwangamiza kwa ustadi wa kutisha. Birusi alinyosha mikunjo ya shati lake kwa utulivu, akasimama wima tena, uso wake ukiwa mtulivu, lakini macho yake yakionyesha kitu kizito zaidi, kama dhoruba iliyofichwa ndani, ishara ya maisha ya nyuma ambayo hakuna hata mmoja wao angeweza kuelewa. Aliwatazama wanafunzi waliokuwa wamepigwa butwa na kusema kwa sauti tulivu, somo limekwisha. Mwanzoni hakuna aliyetikisika, waliendelea kupigwa na butwa lakini taratibu, mmoja baada ya mwingine wanafunzi walianza kukusanya vitabu vyao na kutoka darasani wakitazamana kwa wasiwasi. Wakati huo Freddy alikuwa bado akishika mkono wake kwa maumivu, na Birusi alikuwa amesimama wima kama askari aliyerejea kutoka vitani. Siku hiyo minongono ilisambaa katika shule ya Starlight College kama moto porini. Mwalimu huyo sio mwalimu wa kawaida, msimchukulie poa, ni mtu mwenye nguvu, mwenye hatari. Freddy Kileo, yule mbabe ambaye hakuna aliyewahi kumgusa Amekunjwa kunjwa kama karatasi mbele ya macho ya watu wote, na haikuhitaji vitisho wala kumvizia. Alitumia ustadi usahihi na ujasiri wa mtu ambaye huwezi kumpuuza. Ndani kabisa ya nafsi yake Fredi, alijua maisha yake hayangekuwa kama zamani tena. Kiburi chake ngao yake ya ujasiri wa bandia ilikuwa imevunjwa na mtu mmoja pekee ambaye alimdharau, kwa sababu siri ya nyuma ya Birusi Kamanzi haikuwa uvumi, ilikuwa kweli, na ukweli huo ndio uliomponda Fredi mbele ya darasa lote. Matukio kama haya hutukumbusha kwamba pesa inaweza kununua ushawishi, lakini haiwezi kununua heshima ya kweli. Heshima haiwezi kurithiwa wala haiwezi kununuliwa, ni lazima ipatikane kwa matendo. Utajiri unaweza kuwanyamazisha watu, unaweza hata kupinda baadhi ya sheria, lakini hauwezi kukulinda milele, kwa sababu mwisho wa siku, kila mtu hukutana na mtu ambaye hawezi kununuliwa, na hapo ndipo ukweli wa maisha unapojitokeza. Kama umewahi kuona mtu kama Fredi akishikishwa adabu, Jua kwamba mtu huyo alipata somo lisilosahaulika maishani. Asante kwa kutazama video hii hadi mwisho. Tafadhali subscribe kwenye chaneli hii kwa simulizi ambazo zinathibitisha kuwa hakuna mtu asiyekuwa na thamani chini ya jua.